Ndugu mwenyekiti, toka uingie ndani ya wilaya yetu ya Mbogwe Jumatatu tarehe kumi mpaka sasa unapozungumza, hii ni kata yako ya kumi na saba. Tunakupongeza sana. Kama ingekuwa ni mpira, basi wewe tayari ubingwa umeshachukua. Tunakupongeza sana. Ndugu wanajinyakafuru, mwenyekiti wetu wa umoja wa wilaya, mwenyekiti wetu wa umoja wavijona, wa vijana mkoa wetu wa Geita, kote nilipopita naye, kwa bahati nzuri nimeanza na kata y Ulembea, tumezunguka kata zote, hakuna sehemu ambapo hawamsifii. Maneno tuliyoyasikia ya mwenyekiti wetu Jairus hapa ni hivyo hivyo, uende Ikobe walisema ni hivyo hivyo, tulipofika kwa Ndabacha ilo wa nguru na yeye alisema, mimi ni diwani wa miaka ishirini na tano toka niingie kwenye siasa, sijawahi kuona anachokifanya mwenyekiti wa umoja mkoa wetu wa Geita. Tumpongeze sana <coughs> Lakini sambamba na hayo, kwenye ziara yako ya kata mia moja ishirini na mbili hii ni ziara ya hamsini na tisa una deni ni kata ya hamsini na tisa una deni la kata sitini na tatu Tuendelee kukuombea ili uendelee kuwapa yale ambao umezamiria kuwapa wanage, wanageita kwa ujumla. Sambamba na ndugu mwenyekiti, upo hapa ndani ya wilaya ya Mbogwe, najua una ajenda nyingi, lakini pende kidogo kumega ka sehemu kadogo kanahusiana na maswala ya uwekezaji wa vijana Ndugu mwenyekiti, katika ilani yetu ya uchaguzi ibara ya ishirini na sita mabano d, inasema Chama cha Mapinduzi kitahakikisha kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili waweze kujiajiri na kuajiri watu wengine. Ndani ya wilaya yetu ya Mbogwe hayo yametokea, na kumbuka, tarehe kumi na sita mwezi wa kwanza 2025 mkuu wetu wa wilaya alikuwa mgeni rasmi wakati na kabizua milioni 360, na siku hiyo bodaboda boda, waliweza kupewa bodaboda kwa zilizokopeshwa na serikali. Hivyo kwa upande wetu Mbogwe, walilaya, wa wilaya ya Mbogwe inatekelezwa na mkuu wetu wa wilaya. Aliwazuia watumishi waliotaka tuende kwenye ukumbi wakasema, nataka hadharani ili wananchi wote waone, na kero zinazoweza kusababishwa wengine wasipate mikopo zitatuliwe. Tulienda pale hadharani maeneo ya posta Masumbwe lakini ndugu mwenyekiti katika swala hilo daktari samia suluh hasani alipoona kwamba kuna wingi wa vijana wengi wanaingia kwenye sefa ajira hakuna ajira wengine wanamaliza vyuo vikuu wewe mwenyewe umeshuhudia tulipokuwa mbogwe umekagua mradi wa bilioni moja na milioni mia sita wa amali amali maana yake ufundi kutakuwa na fani kumi na tano ambazo mwanafunzi atachagua kulingana na matakwa yake na mazingira yake, ili atakapomaliza aweze kujiajiri. Kutakuwa na michezo, kutakuwa na masuala ya uchimbaji na uchenduaji, kutakuwa na masuala ya ufundi umeme. Mwanafunzi akichagua mfano kama somo la michezo, atakuwa ni mtaalamu, tutapata watoto ambao wakifika ndani ya kumi na nane anajua kutengeneza penalti. Mwisho wa siku tutakuwa ni watu wa ushindi. Tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan na wewe mwenyekiti, ambao vokagwao mradi sambamba na hiyo, nimalize kwa kipande kidogo. Tunakuelekea kwenye uchaguzi, tunaelekea kwenye uchaguzi, sisi wanyekafuru tuna kauli moja, ndugu mwenyekiti, tuna kauli inayosema kwamba iliwahi kusemwa na rais wa Marekani wakati Marekani ilikuwa kwenye anguko la uchumi mwaka 1929 mpaka mwaka 1963. Ilisema hivi na alikuwa anaitwa Franklin Delano Roosevelt, ni rais aliyetoa Marekani, alikuwa kwenye hatihati ya kufilisika, akasema hivi, the only thing we have to fear is fear itself, kitu pekee ambacho tunapaswa kukiogopa ni woga wenyewe. Na sisi vijana wako kwa juhudi lizozionyesha kitu pekee ambacho tunaweza kukiogopa ni woga wenyewe. Tutaingia kwenye uchaguzi kwa namna moja ama nyingine. Mambo mazuri yameelezewa na Mheshimiwa diwani hapa, tutakipigania Chama cha Mapinduzi.